Sheikh Hamadou Bamba alizaliwa mwaka 1853 eneo la Bakwe Bawol, Senegal na alikuwa kiongozi wa Kiislamu wa madhehebu ya Sufi mshahiri na mwanachuoni aliyekuwa na ushawishi mkubwa Afrika Magharibi. Alianzisha kundi la undugu la Murid akisisitiza kuhusu nidhamu ya Kiislamu, elimu na kufanya kazi chini ya utawala wa ukoloni wa Ufaransa. Bamba alilazimika kukimbia na kwenda kuishi Gabon mwaka 1855 kutokana na kuongezeka kwa ushawishi wake. Huko aliendeleza mafundisho yake na kuandika mashairi zaidi ambayo yaliimarisha msimamo wake wa kidini. Aliporejea Senegal, alianzisha mji mtakatifu wa Touba ambao ni kitovu cha kiimani cha kundi la Murid. Bamba anaenziwa hadi leo kwa kufanya hija ya kila mwaka ya kiongozi muhimu wa Touba, kuadhimisha kuondoka kwake na kwenda nchi nyingine. Maisha yake ni mfano mzuri wa mapambano yasiyo na vurugu na kujitolea kwake hadi kuacha athari kubwa kwa ku watu wa Senegal na fikra za Uislamu.